Lazima utaeta visingizio. Nimeona amekuja na mbuzi na watu wafupi wafupi. Hii Simba weka mbali kabisa na familia yako bro, weka mbali na familia yako, hii sio mchezo mchezo. Mnyama Simba tayari anafanya yake mama. Goli moja kaeka milioni kumi, mwalabu leo kachezea goli sita. Unajua Simba si ana ole kipa, sio mchezo mchezo. Quality ya ole goli kipa kakutana na wachezaji wenye quality ya hali ya juu. Wachezaji wetu wana confidence na mwalimu wetu ukimwangalia ana vitu vyote na isitoshe mwalimu wetu kilichomsaidia naye hii kwenda kwenda kuijiji naye kidogo naona amemsaidia Musa Kamala naye anaiji. Ukija ukiangalia ngoma pale ndo anaishi randa anaishi Paris, Ufaransa. tuna quality ile, sio kwamba umtegemee mtu mmoja timu. wewe kaukankuvae hakuna blo, hii ndo Simba blo, leo fulani lokuwa navyo mimi naenda kulala Ikulu, sijui hapa <laughs> moja kwa moja, mimi Ikulu tena, tumbo wazi naenda ukagetini. Bro, una furaha hatari ile kauli ya Mwakarobo, Mwakarobo najua kabisa ilikuwa inakutesa kumbe. Sana. Asilimia 99.9 za watani wote walikuwa wataki sisi tufanikiwe, ni wachache tu Bro, ni wachache tu ambao mimi, mimi nawajua ni wachache sana walitegemea Simba

Kwanza mi nimefarijika sana wapenzi na wanachama Sports walivyojitokeza kule masli, mi nimebatika kwenda bl walijamaa lini yani, wote tumekuwa geti moja la kupita lazima uwe na passport, ukiwa na foni unazuiwa, ukiwa si eh, na baadhi ya vitu utakii kuingia. Bendera yetu ilikuwa na kifimbo kidogodogo eh, utakii kuingia nao, lakini bwana nimemshukuru sana balozi wa Tanzania nchini Richard, Richard general alihakikisha mashabiki wote wa Simba Sports tunaingia uwanjani. Bro, yoyote aje, si tutarudi tena na Zamalek Misri, tushapazoea. Ujue Misri wenyewe wawenyewe Misri wanaomba mpira uishe. Sima hamkuamwoni, mlikuwa mwoni huko, mlikuwa well, eh, mnaona hapa yes. penyewe kuanaomba mpira uishe. Asa hivi kila mwanabu ataki kukutana na Simba Sports. Hii leo tunategemea aiza tukutane na Zamalek au wale jamaa South Africa. Ukisema kwa South Africa ndo kawaida tena tunajuana wenyewe kwa nini? eh, kwa hiyo mimi bwana, kwa timu yangu leo Blaza amenifurahisha sana sana sana sana sana. Sana. tazama sana finali. Anus finali utoke hatua moja uende hatua nyingine, ndo maana nikarudia ukitaka kujua nusu finali nyingi Omwambie tusheme hiyo nyumbani pika nusu ule, ndio utajua. Ndio maana kila mtu anataka nusu finali, na wengi walikuwa kitubeza mwaka robo mwaka robo mwaka robo, tumeingia tayari nusu. Najua wana la huko aliko wana la akili yao haiko sawa, hawaamini mpaka sasa hivi, kila kifumba macho kifumbua namna hii, kama mjomba Chogero ndo kabisa, anatamani walala Simba. Hii kweli nimekubali, slogan yetu ubaya ubwela imefanya kazi yake. Nampongeza sana semaji letu semaji la kafu amedi sisi ndio timu pekee tunapanda terminal 3, tunapanda ndege tukitoka hapo aeroplane terminal 3. Wakati sisi tunapanda terminal 3, ujue terminal 3 uende na shangazi kaja kwa. Hapo terminal 3 ujue kuna kushachiwa sehemu moja, sehemu nyingine unavuliwa hadi viatu yani bado ukaguzi unaendelea unaenda tu matembele nini, unabeba maboga, unaenda naye huku maboga, unapeleka wapi bro? Watakucheka. Ndio maana una watu tunafarijika nusu, tunazidi kupanda ropleni, wakati si unaendelea kupanda ropleni, wenzetu ndio maisha yale yale kupanda matembele. Asante anza leo. Mkwala na amejibu mapema tu, kapiga goli la kwanza na kafunga penalty moja wapo. Umeona kiongozi wake kwa namna gani? Ni kuacha kupumzika Ikulu. Siwe mnafiki, hata mimi sili nisema, unapotaka kupata matokeo ujue Mkwala akabiti kote yupo anakwenda huko, anarudi kule na ana speed, anachangamka. Sasa Ateba yeye yeah, anatulia na mpira eh? Sasa ukishapata matokeo ndio unaweza ukamuingiza kama Ateba, lakini kabla hujapata matokeo unatia mkwala. Hilo tuliongelea tangu kule Masri, lakini huwezi ukaingilia technical bench. Nafikiri technical bench Fadru, wakati tunatoka zetu Misri, amini si usiamini, ajala chakula hakuwa na raha, ilikuwa inamuumiza sana ndio maana leo kama ulimuona pale kachanganyikiwa, kafurahi sana kwa kikosi alichokuwa nacho. Anakosaje bro kuingia nusu finali Afrika mashariki na kati? Hakuna timu yenye quality player ya hali ya juu kama Simba Sports bro, tuna wachezaji wa hali ya juu kwanza. Mashabiki wenyewe wa Simba tunawaona brother eh, hawa hawezi Ahmed Ali hawezi kutuambia over. Yani shati sio, na tunavaa jezi zetu bwana eh, ndo ndo Simba mwana. Sasa pale kwenda ikulu eh, eh ndo naenda ikulu, ah, naenda ikulu kwenda kulala pale mlango, sio? Atanifukuza.